yo mwasamia mlemola chamawe eh mwaguma hamangana mbuya sisi moye mwanza oye Mheshimiwa We mwenyekiti wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, na mgombea wa nafasi ya uraisi katika tiketi ya chama chetu cha Mapinduzi Mheshimiwa, wote viongozi wa meza kuu, awali ya yote nianze kwa kukaribisha Mwanza, karibu sana katika mkoa uliozaa mikoa mingi ikiwepo mkoa wa Geita, mkoa wa Shinyanga na hatimaye kupata mkoa wa Simiyu. Leo kwa sababu wewe ndio mkutano wako na sisi vijana tamani, fasi, useme, omengi, wa chama cha mapinduzi tungetamani tukupe nafasi useme yaliyo mengi ili Watanzania waone uwezo wako na ndoto yako katika miaka mitano ijayo kwa taifa letu la Tanzania, lakini naomba niruhusu niseme mambo mawili tu. Mgombea wetu, la kwanza naomba nitumie fursa hii kuwakumbusha Watanzania ya kwamba moja ya mambo yanayoumiza uchumi wa nchi yetu na kufanya watu wapate adha na shida ya maisha ni pale ambapo umeme unapokuwa tatizo. Biashara zote duniani zinapanda gharama kutokana na suala la umeme, lakini pia kutokana na suala la mafuta Ulipoingia madarakani ulikuta changamoto ya umeme ni kubwa, na changamoto hii iliwaumiza watu wa saluni, iliwaumiza watu wenye hoteli, lakini ilienda kuwaumiza zaidi ya watu wenye viwanda, ambao ilifika hatua kwa umeme wa mgao walishindwa kuzalisha, na vijana wengi wakapoteza ajira kwa sababu ya kutokuwa na umeme wa uhakika. Daktari Samia, umekuta mradi wa bora Mwalimu Nyerere uko chini ya ya asilimia, ukafunga mkanda. Zaidi ya trioni 6.5 zimetoka na mitambo yote tisa inafua umeme na Watanzania wamesahau kabisa mgao umeme wa umeme. Lakini sio hivyo tu, umeliwezesha taifa ukiwa mwanamke wa kwanza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa na umeme wa uhakika na kufika hatua tumeingia kwenye mpango wa kuuza umeme nje ya Tanzania ikiwepo na nchi ya Zambia. Kazi yako iliyotukuka haiwezi kwenda bure, lazima tarehe 29 Oktoba tukakupe kura za kishindo kwa wema wako na uaminifu wako kwa taifa letu. Leo hii tunao mradi wa Malagarasi, tunao mradi wa umeme wa jua wa Shinyanga, tunao mradi katika kila kona, iko miradi inaendelea mingine kuhakikisha kwamba Tanzania inauza umeme badala ya kuwa Tanzania yenye ugawa wa umeme. Chini ya uongozi wako Daktari Samia, nimekuja kuwauliza wananchi wa mkoa wa Mwanza, ndugu zangu na Wasukuma wenzangu, Wahaya, Wajita, Wakulya, makabila yote tuliyoko hapa, nimekuja kuwauliza kosa la Daktari Samia ni lipi mpaka usinyanyuke kwenda kupiga kura siku ya tarehe ishirini na tisa Amekosea kuwalipa fidia bilioni mia moja na nne wananchi wa jiji la Mwanza katika mradi wa Isijara. Ndo kosa lake? Kosa lake ni kuhakikisha kwamba Tanzania haiko kwenye ubao wa umeme, kwamba umeme tunao kutosha. Leo hii ukienda saluni, kila mtu ananyoa, hana presha tena, wala msusi hangaiki. Ndo kosa lake? Kosa lake ni kutujengea meli ya kisasa na imeshaanza majaribio kwenda Kemondo. Ndo kosa lake?